Online tv lakini sisi kazi yetu ni kuondoa mabaya ambayo yameonekana, kwa mfano mauti kwa viongozi wa serikali ambao manabii zaidi ya wengi wamekuwa naona, na hatuwezi kukubali kuona kwamba tunapoteza rais mwingine pengine katika kiti cha urais au mabaya anakutana katika taifa letu. Tumeona Kongo anapitia vita kubwa sana, sio kwamba sisi ni watakatifu, lakini tukisimama kuomba tutaambia Mungu kwamba mabaya kama vita hatuhitaji yatokee hapa Tanzania. Na tuna uchaguzi mkubwa sana katika mwaka huu na upekee tulionao katika mwaka 2025 umetusukuma kuweza kusanyika na kuweza kuombea taifa la Tanzania. Kwa sababu uh, matokeo yote ya katika ulimwengu wa damu na nyama hutengenezwa katika ulimwengu wa kiroho. Biblia inasema kitabu cha Ebrania 11:3 ya kwamba kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata mambo yanayoonekana hayakufanywa na vitu vilivyo dhahiri. So kuna vitu ambavyo taifa Tanzania tunatamani viweze kuonekana katika taifa letu Tanzania, lakini mambo hayo hayawezi kutokea kama hayatengenezwa katika ulimwengu wa kiroho. So, maombi ni platform kubwa sana katika ulimwengu huu wa kuweza kutengeneza matokeo ambayo sisi tunatamani kuyaona katika taifa letu Tanzania. Hakuna nependa kuona vita Tanzania hayupo. Ninatamani kuona mabaya Tanzania na yale mazuri ambayo tunayaombea kila siku na tunatamani kuyaona lazima tuyatengeneze kwa maombi. Mkristo ama mtu yote anapokusanyika kuomba anaingia katika ulimwengu wa kutengeneza matokeo. Lakini watu wengi wasipoweza kusanyika na kuomba ni rahisi sana kukaa katika ulimwengu wa kupokea matokeo. Kumbuka kupokea matokeo yanaweza kuwa ni mabaya au mazuri. Lakini tukusanyika kuomba pamoja, Mungu anaweza kutusikia na kuweza kutengeneza Tanzania ambayo tunaitamani katika maisha yetu. Katika mkesha huu tuombea viongozi wa serikali wote ambao tuko nao kwa sasa akiwemo rais ambaye tuko naye, lakini pia tuombea mawaziri. Tutaombea pia viongozi ambao wana expect kugombea ta mwezi wa kumi. Na tuna uchaguzi mkubwa sana katika mwaka huu na upekee tulionao katika mwaka 2025 umetusukuma kuweza kusanyika na kuweza kuombea taifa la Tanzania. Mkesha huu unakwenda kuondoa tofauti zetu za kidini, lakini zaidi sana tunakusanyika bila kujalisha itikadi zetu zonazo za vyama lakini kuweza kuweza kuomba na kuweza kuitaja Tanzania mbele za Mungu. Katika mkesha huu mgeni rasmi atakuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anatarajiwa kuweza kuhudhuria mkesha huu, na yeye anasimama kwa niaba ya serikali kuu ya Tanzania, lakini pia patakuwa na mawaziri na viongozi wengine wa serikali. Tumealika pia watumishi wa Mungu wakubwa, Apostle Dunstan Haule Maboya, lakini pia waimbaji wa, wa injili, nyimbo za injili unaweza kumwalika John Lisu atakuwepo, lakini pia kwaya mbalimbali tutakuwa nazo kama ufunuo kwaya tutakuwa nao, kwaya ya ki KKKT Kijitonyama, tutakuwa na mwimbaji Beatrice kutoka hapa Dar es Salaam, tutakuwa na mwimbaji mwingine anaitwa Upendo Mkone, na tutakuwa na mwimbaji wengine wakubwa sana ambao atahudhuria akiwemo Lilian, na tutakuwa na mwingine pia mwimbaji anaitwa Alois Kawawa lakini mwimbaji mwingine tutakuwa naye anaitwa Beatrice Mwaipaja, tutakuwa naye siku hiyo. Lakini pamoja na hayo, tutakuwa na Stella Swai pamoja na Lilian Swai na wengine wengi ambao watakuja siku hiyo. So nikukaribishe kama mtumishi wa Mungu ya kwamba karibu sana katika mkesho wa kipekee ambao tunategemea kuona siku ya siku ya Ijumaa, siku mbili tu kuweza kufikia siku ya Ijumaa. So unaposikia tangazo hili, mjulishe na mwenzako aweze kuhudhuria katika mkesha huu, utaanza mapema saa mbili kamili, tutamsifu Mungu na kumbia Bwana, lakini baada ya hapo, tutaweza kusikia nabii mbalimbali za Tanzania ambazo Mungu anakwenda kuzitoa siku hiyo. Tutakuwa na maombi maalum kuombea nchi ya Tanzania na watu wengine wote, tutaweza kuwaombea ikiwezekana, kutoa nabii wa mtu mmoja mmoja siku hiyo. Make your day,